Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Haleluya, haleluya. Ninakukaribisha katika kujifunza neno la Mungu nikiwa na imani kabisa kwamba umeamka salama na Mungu amekupa uzima na afya. Karibu tusikilize neno la Mungu lenye kichwa kinachosema maisha ya wokovu. Lenye kichwa kinachosema maisha ya wokovu. Warumi sura ya kwanza mstari wa kumi na sita hadi wa kumi na saba. Warumi sura ya kwanza mstari wa kumi na sita hadi wa kumi na saba. Neno la Mungu linasema kwa maana siionei haya Injili, kwa sababu ni uweza wa Mungu uleta uokovu kwa kila aaminiye, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Mstari wa kumi na saba kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake, toka imani hata imani, kama ilivyoandikwa Mwenye haki ataishi kwa imani. Nataka tuangalie katika mstari wa kumi na sita maneno yanayosema wokovu na neno lingine linasema injili. Wokovu ni nini? Wokovu ni aina ya maisha mapya ambayo mtu anayapokea na kuyaishi kwa imani baada ya kumwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Wokovu ni aina ya maisha mapya ambayo mtu anayapokea na kuyaishi kwa imani baada ya kumwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Maisha nje na kumwamini Yesu Kristo si maisha mapya, si maisha ya wokovu. Lakini Warumi sura ya tatu mstari wa ishirini na tatu inaeleza maisha ambayo si ya wokovu, maisha ambayo si mapya, maisha ambayo watu wameyazoea, maisha yenye tabia zinazojulikana duniani. Neno la Mungu linasema, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Maisha yasiyo mapya ni maisha ya dhambi, ni maisha yenye upungufu wenye kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Maisha haya mapya hakuna anayeyajua isipokuwa yule anayeishi ndani ya hayo maisha. Na anayeishi ndani ya hayo maisha anafundishwa na mwalimu, anaelekezwa na mzungumzaji wa hayo maisha, anaelekezwa na msemaji wa hayo maisha, anaelekezwa na mtu anayeyaishi hayo maisha, ambaye anaitwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni nafsi hai ya Mungu ambayo ina maelekezo yote kuhusiana na maisha ya uokovu, na ukisoma hii Warumi utaona maisha ya dhambi ni maisha ambayo tulizoelea hapo kwanza, kabla hatujamjua Kristo. Kuna hatia ambazo mwanadamu alikuwa anatuhumiwa nazo kwa mfano ukisoma Warumi sura ya kwanza mstari wa nane hadi wa na mbili taona kuna watu tuliipinga kweli kwa uovu. Kuna watu tulijua ghadhabu ya Mungu iliyodhihirisha juu ya uwasi wote na uovu wa mwanadamu juu ya wanaoipinga kweli, lakini kwa sababu hata katika kujua ile ghadhabu ya Mungu hatukumtukuza Mungu kama ndiye Mungu wala hatukumshukuru. Biblia inasema bali walipotea katika uzushi wao na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Kwa hiyo, tulitiwa giza, hatukuwa na nuru ya Kristo ndani yetu, tuliabudu sanamu, tulipungukiwa na utukufu wa Mungu kwa kubadili utukufu wa Mungu asiye wa na uharibifu kuwa mfano wa sura ya binadamu aliye na uharibifu na ya ndege na ya wanyama na ya vitambaavyo. Tuliabudu sanamu maana yake. Lakini wanawake walibadili matumizi ya asili kuwa matumizi yasiyo ya asili. Tulifanya ushoga na ushenzi na usenge. Na kama tulivyomkataa Mungu katika fahamu zetu, Mungu alituacha tufuate akili zetu zisizofaa, tufanye yasiyopasa Kulikuwa na wadhalimu, waovu, tamaa, watu wenye usuda, wauaji, fitina, watu wenye hadaa, watu wenye nia mbaya, wenye kusengenya, wenye kusingizia, wenye kumchukia Mungu, wenye jeuli, wenye kutakabari, wenye majivuno, wenye kutunga mabaya, wasiowatii wazazi wao, wasio na fahamu, wenye kuvunja maagano, wasiopenda jamaa zao wasio na rehema. Kuna dhambi nyingi sana ambazo tulikuwa tukizifanya wakati huo, tusipokuwa tunayajua maisha mapya ndani ya Kristo Yesu. Na kuna hatua za wokovu ambazo watu wanaziishi, na ndivyo inavyotakiwa kuwa. Wokovu una hatua tatu ambazo ni za msingi, ukazijua. Bila kujua hizo hatua, unaweza kukuta sawa unasema na mwamini yesu kristo lakini bado mbingu usione wala baba usimwone sasa hatua hizi ya kwanza inaitwa kuamini na kubatizwa kuamini na kubatizwa utasoma kitabu cha matendo ya mitume sura ya kumi na sita mstari wa thelathini na moja maandiko yanasema wakamwambia mwamini bwana yesu nawe utaokoka pamoja na nyumba yako. Mwamini Bwana Yesu nawe utaokoka pamoja na nyumba yako. Mtu anapomwamini Bwana Yesu anapata wokovu, anaokolewa. Warumi sura ya kumi mstari wa kumi na tisa neno la Mungu nasema kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka Ukiamini tu ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana, ukamtaja katika kinywa chako ya kwamba huyu Yesu Kristo ni Bwana, na ukaamini moyoni mwako ya kuwa Mungu tayari alikwisha kumfufua katika wafu, wewe utaokoka. Hii ni hatua ya kwanza. Waebrania sura ya 12 mstari wa 25, anasema angalieni, msimkatae maana ikiwa hawakuokoka wale waliomkataa yeye aliyewaonya juu ya nchi, zaidi sana hatutaokoka sisi tukijiepusha na yeye atuonyaye katika kutoka mbinguni. Hapo kwanza nimekueleza, anayetuokoa ni nani? Anayetuokoa anayetufundisha habari za Kristo ni Roho Mtakatifu. Na kama anayetufundisha ni Roho Mtakatifu, ndiye anayetuonya sisi kutoka mbinguni ili kujiepusha na namna zote za dhambi. Ukishindwa kumsikia huyu, hautayajua maisha ya wokovu na mbingu hautaiona, kama vile ambavyo wale walioonywa kutoka mbinguni walimkataa Kristo. Neno la na Mungu nasema kwenye Yohana sura ya kwanza anasema alienda kwa walio wake, walio wake hawakumpokea, bali waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Kwa hiyo mtu wa Mungu, aliamini jina la Yesu, waamini Yesu Kristo utaokoka, na hasa katika siku hizi za mwisho. Marko sura ya 16 mstari wa 16. Maandiko yanasema aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Kwa hiyo anayeamini na kubatizwa katika jina la Yesu huyo ndiye anaokoka. Anayeamini jina la Yesu na anayebatizwa kwa jina la Yesu huyo ndiye anayeokoka. Asiyeamini atahukumiwa. Hiyo ni hatua ya kwanza ya wokovu. Unapokuwa umefanikisha hatua ya kwanza ya kuamini na kubatizwa, haimaanishi umeshamaliza kila kitu. Kuna hatua inayofuata, hatua ya pili inaitwa kutakaswa. Kabla hujafikia hatua ya tatu, kuna hatua ya pili inaitwa kutakaswa. Mtu anayeweza kufanikiwa katika hatua ya pili, yaani akatakaswa, huyo mtu akifanikiwa kuishi maisha ya utakaso katika hatua ya pili, basi hatua ya tatu ninaimani kwamba ataifikia, baada ya kwamba umeamini na kubatizwa. Yohana sura ya kumi na saba mstari wa kumi na saba neno la Mungu nasema uatakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Uatakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Kumbe basi tunakatakaswa vipi? Tunatakaswa kwa neno la Kristo, tunatakaswa kwa neno la Kristo. Mstari wa 18 wa Yohana sura ya 17, anasema kama vile ulivyonituma mimi ulimwenguni, nami vivyo hivyo naliwatuma hao ulimwenguni, na kwa ajili yao najiweka wakfu mwenyewe, ili na hao watakaswe katika kweli. Yesu Kristo anakiri kwamba yeye ndiye njia, kweli na uzima. Kwa hiyo tunatakaswa katika Kristo. Nje na Kristo Yesu hakuna utakaso. Nje na Kristo Yesu hakuna ondoleo la dhambi. Nje na Kristo Yesu hakuna maisha matakatifu. Nje na Kristo Yesu hakuna uzima wa milele. Nje na Kristo Yesu hakuna kutakaswa. Mstari wa kumi na tisa. Kwa nini nje na Kristo Yesu hakuna kutakaswa? Maandiko yanasema, na kwa ajili yao najiweka wakfu mwenyewe, ili na hao watakaswe katika kweli. Yesu Kristo amejiweka wakfu yeye mwenyewe, ili katika yeye tutakaswe. Kwenye hii hatua kuna dhambi mpya ambayo hulitesa kanisa, uwatesa watoto wa Mungu, uwatesa watu walioamini na kubatizwa. Soma Warumi sura ya pili mstari wa tatu. Anasema, wewe binadamu uwahukumuye wale wafanyao hayo na kutenda yayo hayo mwenyewe, je, Wadhani ya kwamba utajiepusha na hukumu ya Mungu? Au wa udharau wingi wa neema yake, wa wema wake na ustahimili wake, usijue ya kuwa wema wa Mungu wa kuvuta upate kutubu? Bali kwa kadiri ya ugumu wako na moyo wako usio na toba, wajiwekea akiba hasira kwa siku ile ya hasira na ufunuo wa hukumu ya haki ya Mungu atakayemlipa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. kwa kadiri ya matendo yake, rafiki yangu, kuna jambo linaitwa moyo wa toba, moyo wa toba, moyo wa kujitakasa, moyo wa kujisafisha, moyo wa kujiweka tayari huu unapatikana katika hatua ya pili ya wokovu, ukishindwa kujitakasa. Katika kipindi hiki kumekuwa na dhambi mpya ambayo inatesa kanisa. Mtu anasema usizini, anazini mwenyewe. Hiyo ni dhambi mpya ndani ya kanisa. Mahali pengine neno la Mungu linasema mauti imeingilia madirishani. Mtu anasema usiibe, lakini yeye mwenyewe anaiba Mtu anasema usiabudu sanamu, lakini yeye mwenyewe anaabudu sanamu, anaabudu miungu, anaenda kwenye makaburi, anaomba kwa wafu, anawaeleza wafu matatizo yake, lakini huyo anamweleza mtu mwingine kwamba usifanye hivyo. Yale unayowakataza watu wengine wasifanye, wewe unafanya, hauna tofauti na wale wanaoyafanya. Hukumu ya Mungu haitakuacha salama na hasa katika kipindi hiki cha siku za mwisho imetupasa kuwa makini, kuwa makini. Usifanye jambo lolote ambalo unajua halileti utukufu wa Mungu, kwa sababu litakupunguzia utukufu wa Mungu, litakufanya uwe mbali na Mungu, litakufanya uwe mbali na mapenzi ya Mungu, litakufanya uondoke katika hali ya kutakaswa. Na nakuhakikishia mtumishi wa Mungu kama utashindwa kuishi maisha ya utakaso na ya toba, hakika hukumu ya Mungu haitakuacha salama. Hautaweza kujiepusha na hukumu ya Mungu kama utaishi maisha machafu, maisha ya dhambi, maisha ya kujificha kutenda dhambi kwa kificho, unakunywa pombe, unalewa, unakuwa mlevi unakuwa mlevi, lakini kwa kificha, unataka watu wasikuone, lakini unatenda yasiyo, hakika yake hukumu ya Mungu inakuandama. Mungu atamlipa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Hakuna mtu ambaye atakuongoza kwenda jehanamu, matendo yako yatakutangulia kwenda jehanamu. Hakuna mtu atakuelekeza jehanamu iliko huko, matendo yako yatakuelekeza jehanamu ilipo. Siku kilala siku kifa, utaelekea kule matendo yako yanakokupeleka uende. Utakaso una kazi moja. Kitendo cha kutakaswa au hatua ya kutakaswa ina kazi moja ya kukuandaa kwa hatua ya tatu inayoitwa kutukuzwa. Kutakaswa kuna kazi moja ya kukuandaa katika hatua inayoitwa kutukuzwa, sawa na hatua ya kwanza ya kuamini na kubatizwa inapokuandaa kwa hatua ya pili inayoitwa kutakaswa. Hauwezi kulielewa neno la Mungu isipokuwa umeamini, hauwezi kulielewa neno la Mungu, hauwezi kufanya yaliyo mapenzi ya Mungu isipokuwa umebatizwa. Neno la Mungu linasema Yesu Kristo atakapokuja yeye atatubatiza katika Roho Mtakatifu na kwa moto, Roho Mtakatifu na kwa moto. Tunabatizwa kwa maji na kwa moto kupitia Yesu Kristo, na huyo Roho Mtakatifu ndiye anayetufundisha sisi yale yapasayo kutenda katika maisha ya wokovu. Kwa hiyo usithubutu kusubiri Roho Mtakatifu akutendee wema wakati hauko tayari takas hatua ya tatu inabebwa na hatua ya kwanza. Kitabu cha Warumi sura ya pili mstari wa ishirini anazungumza, anasema usiibe, usizidi, usiabudu sanamu. hmm? Usiwe mjinga kwa kuto kujua mapenzi ya Mungu. Usiwe mmoja kati ya wale, wale walimu waongo wanaowadanganya watoto wachanga, nadanganya, wanafundisha mafundisho potofu, wanaoelekeza uongo watoto wachanga wa kiroho na wanawapoteza. Usiwe mmoja wao, maana jina la Mungu linatukanwa katika mataifa kwa ajili yako, kama ilivyoandikwa kwenye kitabu cha Warumi sura ya pili mstari wa 25, anasema kwa maana kutailiwa kwa faa kama ukiwa mtendaji wa sheria lakini ukiwa mvunjaji wa sheria kutahiriwa kwako kumekuwa kuto kutahiriwa. Usije ukajikuta wewe umetahiriwa, lakini kutahiriwa kwako kumekuwa kuto kutahiriwa. Kutukuzwa kuna kuja tu pale ambapo mtoto wa Mungu kwa saburi na kwa uvumilivu mwingi amekaa katika kutenda mema, ametafuta utukufu wa Mungu kumrudishia Mungu heshima, hajakubali jina la Mungu litukanwe kwa ajili yake, ametunza heshima na, na, na sifa ya Mungu ya utakatifu, sawa sawa na Warumi sura ya pili, Warumi sura ya pili mstari wa saba anasema, wale ambao kwa saburi katika kutenda mema wanatafuta utukufu na heshima na kuto kuharibika watapewa uzima wa milele bali utukufu na heshima na amani kwa kila mtu atendaye mema, Myahudi kwa kwanza na Myunani pia. Kwa Rumi sura ya pili mstari wa kumi na tatu anasema kwa sababu sio wale waisikiao sheria walio wenye haki mbele za Mungu, bali ni wale waitendao sheria watakaohesabiwa haki. Lazima ujifunze kutenda sheria, lazima ujifunze kuishi katika neno la Mungu, lazima ujifunze kutakaswa kwa neno, ili siku ya kutukuzwa utukuzwe pamoja na Kristo, uwe na heshima ile inayostahili. Utukufu wa Mungu ukipungua ndani yako, rafiki yangu, hakuna namna utapata utukufu kule mwisho, wakati wa kutukuzwa. Wakati huu wa kutakaswa unajiandalia utukufu ambao utakupa promotion wakati wa kutukuzwa. Kwa hiyo kaa tayari, jiandae, uwe na pendo lisilo na unafiki, na hicho ndio kifungo cha ukamilifu. Lazima uwe na pendo lisilo na unafiki, na hicho ndio kifungo cha ukamilifu. Ukiwa na upendo utasitiri wingi wa dhambi utasitiri wingi wa uovu, utasitiri, utasitiri wingi wa makosa ambayo ungeweza kuyafanya wakati wa kutakaswa. Lakini unapolisoma neno la Mungu kuona kwamba upendo ndio kifungo cha ukamilifu, utakapotii neno la Mungu kwa namna hiyo, utakaposimama kwenye upendo, utasitiri wingi wa dhambi kwenye maisha yako. Mungu akubariki sana, ninakutamani sana, ninatamani sana kwamba neno la Mungu likusaidie kutakaswa kila siku. Soma neno la Mungu kila siku bila kuchoka. Tafakari neno la Mungu, sawa sawasawa na Zaburi sura ya kwanza. Unapotafakari neno la Mungu unazaa matunda mapya kila siku. Tusoma kitabu cha Yeremia sura ya 17 mstari wa saba hadi wa kumi na Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 12 hadi wa ishirini. Jifunze kutenda ya kupasayo katika neno, ili uendelee kutakaswa na kulipwa kwako. Utalipwa sawa sawasawa na matunda ya matendo yako. Matendo yako yatatakaswa vipi ili ulipwe kilicho chema, ili utukuzwe pamoja na Kristo? Ni kwa kusoma neno la Mungu na kulitii.